Anasema anaitwa Abdurrahmani Albasam, assalamu alaikum shekhe. Je, udhu unatenguka ikiwa mtu amemjia yamemjia matamanio pasi na kumgusa mwanamke? Alhamdulillah, kama mtu anaudhu kamata matamanio e, udhu yake itakuwa upo, kwa sharti kama hajatoka katika sehemu yake ya siri majimaji naitwa madihi, madihi. Mtu anasikia tamaa yaani, matamanio sana, inatoka na mtu ahisi inatoka, na hii haina rangi kama mkojo, lakini ina kama ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, kama ina gundi fulani, ni kama ina, ina tanata kama maji ya bamia, kama, shaa hii hmm. ishatoka na hii haitoki mpaka mtu asikie Si sana mm -hmm. Shitoka hii udhu huna takiwa kustanji achukua udhu. Kama ajatoka hii udhu upo, na hiyo inakuwa ni, ni, ni, ni udhu umetoka. Ikiwa ametoka najisi inakuwa sio najisi, unaosha sehemu nyewe ye najisi kama mkojo, unasafisha nguo, unasafisha sehemu yenyewe, unastanji, unachukua udhu pia kama mkojo. Hakulazimishi uoge.